Sasa mfuate basi, nikuchukulie. Mfuate huko, yanatabusana kweli. Nimekuzoea. Hadi sifurahi nisipokuona. Ikaja tokea eti ukani shambani baba e, kulima ote ah, bado yangu likuwa mefunjika huko. Nikakwambia subiri nitabadilisha tu, umekutoka. Baba ajijua nikikali bana, wewe ni mwanaume. Na hapa shambani mimi na yeye tu. Sasa naambia umekutoka sasa, na mimi oh, nikae sasa najua baba, hili jua ni kali. Alafu istoshe jana tulilima sana, we naambia ah, yes, hapa tumetegemea nini kama si ukulimaji? Ukulima ndio ukulima tumetegemea hapa kijijini. We kama utakuwa mvivu, mvivu hivi, mwanangu. Na ni mimi na wewe tu hapa watarajia nani alime kule shambani? Najua baba, lakini tambua kuwa kuwa saa hii si msimu wa mvua. Saa hii si msimu wa mvua, lakini ndio msimu wa kutayarisha mashamba huu sasa aniambie jua lote ili tangu saa kumi na mbili asubuhi mpaka sasa, sa, sa, hivi ni saa sita hii sa, e, sasa wewe aliyekudanganya kwamba watu hawalimi na saa sita ni nani? Wajua baba, kiu, njaa, halafu shambani niko peke yangu kule saa hii. Ndio time ya kwamba ukikata nyasi hivi yafa saa hiyo hiyo, ataka katua mvua ndio watu wakalini. Okay, sawa baba, nimekuelewa sawa, tukae. Lakini mzee wangu, mi likuwa na jambo. Wataka kuoa? Hamna baba. Ah, kumbe. Wajua maisha huku kijijini ni magumu sana e, na magumu sisi tulishazoea. Niambie, mimi nimekulea na nini kama si jembe hili. Sikilize babangu nachotaka kuongea. Ah, okay sawa. Unajua mimi ni kijana mdogo bado, isitoshe bado nina nguvu zangu. Sasa naona mimi nikiendelea kuka huku kijijini kulima nini hizi kazi ngumu ngumu mi sioni mafanikio yoyote yaani, hivi leo hii jembe hili ni kazi ngumu. <laughs> Mi nilikuwa nataka kukushauri kitu mzee wangu. Wafuta bange? Amna baba waj. hmm. wajua, wajua kule kijijini zipo kazi kazi nyingi tu nyepesi nyepesi, ambazo mi kama kijana naweza zifanya na tukafanikisha tuka maisha yetu kijijini ama mjini namaanisha mjini baba, umepanga uh-huh. kwenda mjini? We ndio baba, mi naona ule muda ambao nauwekeza huko kijijini, heri ningeenda tu mjini kule nikatafute maisha mimi kama vijana wenzangu. ama kweli mwanangu, hujakuwa wewe. unajua dhiki watu wanazozipitia mjini kule, kwa hiyo bado mtoto mdogo, hustahili kabisa kwenda mjini wewe. Mimi mwenyewe nimeishi mjini miaka kumi na hakuna chenye nimetengeneza watakwenda mjini, wataenda kutogoa mtoto mdogo we. Lakini baba, zama zenu sio zama zetu, hakuna chazama yachojinga wewe. Shikilia jembe mikono miwili, ndio litakukuza mwanangu, na ndio litakulelea watoto wako. Hili usidanganywa na mtu ukaenda mjini. Jini utaenda kufanya nini? Kuna nyumba kule? Kuna nyumba ya babu yako kule utaenda kukaa wake? Kuna mtu amekuita njoo kazini ama ataka ukawa chokora? Lakini baba, kijijini tumekaa miaka mingapi Ona maisha yetu sasa. Mpaka lini utanisikiza, utanisikiza. mimi baba yako ama nikusikize wewe ah? Ah. Lakini, ah. Mimi kama ni swala la mjini ah, sikukubalia hata siku moja. Tafuta mambo mengine lakini sima swala ya kwenda mjini tafadhali. Una miaka mingapi sahi? Kwa hiyo kwa kuwa unalazimisha uende mjini, na maanisha labda pengine una malengo yako, nenda mjini lakini Chunga na makundi mabaya mabaya. Kule ni kubaya. Nakusikia, mseme. Na ukifika uhakikisha kwamba na mimi utanifahamisha baba nimefika mtafute na simu. Huko mwenyewe waone mimi mwenyewe shida huko mpaka nipande juu ya zamiti huko nitafute network. Na kwa hiyo baba wangu nikifika mjini nitafanya kila jitihadi kubadilisha maisha yetu. Okay, sawa. Nishakusikia bwana. Utafanya hivyo kama utakuwa naenda huko. Mimi narekebisha hili jembe langu i rudi shambani. Sawa baba, basi siuchukue na hili basi nalo liweke ndani. Ama ndio hivyo tena, mtoto hawezi tuma mtu mzima, sio hivyo? Em, baba yangu ba nikae ndani, umechoka pia kushika jembe. nataka kujisaidia kidogo. Wewe kama mama ah. <laughs> wako Sikia watu wanatutafuta sana mtaani kindege, washamba eh? Kindege wanatutafuta, sijui wana shida gani? Hamna kitu, Bansuda, Bansuda damu. Hamna kitu. Anijui, Bansuda damu hamna kitu, wanijui, hawatambui namba hii hawatambui e, Bansuda namba kali, Bansuda Bansuda namba kali Bansuda Bansuda Bansuda, namba kali Bansuda, namba kali Bansuda Bansuda Bansuda Bansuda, namba kali mkali, Bansuda Bansuda ni mchafu Bansuda Bansuda Bansuda. Sasa, ngoja ngoja, nikupange. Mwite basi mama. Mama, Mama, Mama, mtu mtu mtu mtu mtu

ndani mama, sitondai vitarudi lakini nijitoe, nijichukue mbingoni kwa change. Mimi naingia mbingoni pia ni change, alafu tupatane maskani. Maskani kuli kijana wangu. Ile ile Bansuda, moja, moja. Oh bon. Mjomba ameenda wapi leo? Mbona simwoni tokea tangu asubuhi? Nimefungia vifuko kwa fungulia, ametoka tokea tangu asubuhi, simwoni mjomba. Sijui wa vipi huyu yani, simwelei kabisa mimi huyu mjomba huyu ananiudi kweli. ah,

Baba, kidogo no. Naye mzee saa mpaka saa ngapi sasa hizi? Tulielewana jana. Masaa haya baba. Ile shati langu. Ah, una shati ya kazi gani muonyesha kwa mzee bana, mzee, bana ule, baba, <tipa> Ongeze ongeze hiyo tikiti mwanangu, hata sijui mpesa ngapi, lakini shikilia hapa tuongeze, ongezea kwa mbele mbele. Asante sana baba. Usisahau nyumbani mwanangu. Sawa, naenda lakini hapa hali ngumu. Na kuahidi baba yangu, tutabadilisha katika maisha yetu yote. Pavume upepo, mawingu akinyesha, hata ija sunami, mimi nitapambana. Pavume upepo, mawingu akinyesha tunapendana hata ije tsunami mimi nitapambana. Ona tunapendana tuna tunaendana